Moja wetu nguvu yetu kama taifa italima pale ambapo vijana wetu wataanza kujitoa katika fursa za kushiriki kuwaweka viongozi wetu, kwa sababu wakishiriki kuwaweka viongozi wetu wanapata fursa ya kuendelea kujifunza, kujiandaa kuchukua vijiti vya viongozi na wao kuwa viongozi. ni sana viongozi wote wa imani walioko hapa, viongozi wa dini kila mmoja anafurahia uwepo wa vijana kwa sababu laaasikou utekakostafu shema wa mkoa wa wakostafu kifika umependa vijana ambao wamejiandaa, wameshiriki kufunga mbelewa, na kuelewa, wanachukua nafasi ya kuongoza nchi yetu. Imekuwa nchi ya amani, imekuwa nchi ya utulivu, nchi ya watu kusikilizana nchi ya watu kusemezana kujaniliana, haya pako tunaona tuna tofauti, na ni lazima umoja huo mshikamano huu ujasiri huo wa Tanzania ulioachwa na Baba wa Taifa Julius Nyerere uendelee. Lakini kama taifa, ninaona umuhimu tu, tu, wa moja kwa moja sisi tu tuwe kitu kimoja, tudai uwepo wa maendelezo wa amani yetu mshikamano wetu na ile heri ambayo imekuwa ni heri ya taifa tunaingia kwenye uchaguzi mkuu mmoja tuendelee kusisitiza tuendelee kuhubiri tuendelee kuwataka watanzania wote kwanza waienzi amani na mshikamano wa taifa letu hii hakuna uchaguzi kama watu wakwenda kupiga kura hawatatoka na hii mila na desturi iliyojengwa katika jamii ya muungano wetu, ya kutufanya tuwe imara tuwe bora tuwe taifa la kuangaliwa na mataifa mengine yote. Kunusuru taifa, ni lazima tuondoe viashiria vyote vinavyoleta mashaka juu ya mwendelezo wa ustawi wa taifa letu. Katika kujadili leo jadii ni namna gani kila kiongozi aliyoko hapa atachukua fursa moja kwa moja yeye mwenyewe kuwasisitiza hawa watu wote wa hapa Msoma wa Mara na kanda ya ziwa na Tanzania kwa ujumla wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Ni jambo linaheshimisha nchi sana miongoni mwa mataifa kama viongozi wa mkoa wa Waislamu wa ukisema maneno yaliyonyooka, Mungu atatengeneza kazi zenu, mambo yenu Mungu atayatengeneza. Tuseme maneno yaliyonyooka, Mungu atatutengenezea maisha yetu sisi, nchi yetu Mungu atatutengeneza. Lakini kama tutasema tunasema kombokombo, Mungu atatuachia kwa sababu atatusema ukweli. Sisi viongozi wa mti hatuna haja ya kuogopa, tuseme ukweli ana ya nasaha ni kutakia la heri. Mheshimiwa Rais amekutuma kuja a kutupa nasaha sisi, maana anatutakia heri kwenye mkoa wetu ziketukaingizwa <laughs> chocho na watu wasiotakia amani nchi yetu. Mkoa wetu, uraia wetu, uzalendo wetu ni muhimu sana sisi kama Watanzania maana sitaikata siku moja kwamba wa nchi nyingine ni Mtanzania na kwa ni hmm. Maana hiyo tunapozingatia hilo, na mimi niwasihi wasihi, ni ni wenzangu, watumishi wenzangu, mababa askofu, lakini pia mashehe, lakini pia makanisa yote na msikiti yote na wananchi wote wa Tanzania kwamba tutimize haki yetu Mikura yako. Sisi kama viongozi wa dini sasa, tuzungumze zaidi na vijana, tuzidishe dua kwa kumwomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, lakini tuzungumze zaidi na vijana, ndio wanaoingia sana kwenye mitandao ya kijamii, na wakishafika kule, wakiangalia tu wanaamini kile wanachokiona, kuwazungumza nao wazazi wakuwambia vijana wajitokeze wakapige kura na wahakikishe kwamba hii nchi bado ni amani. Sisi kama viongozi wa dini tukubali kwamba hii nchi yetu sisi tunaisimamia kwa haki, na sisi tusiwe miongoni mwa wale wanaozungumza tofauti kulingana na uchaguzi huu. Sisi wa Tanzania tuwakikishe tu watoto, tukiongea sana na vijana, tukaongea sana na waumini wetu makanisani, misikitini

mtu ambaye anakwenda kupiga kura kwa maana ya kwenda kuvoca amani. Mimi kwa uwezo wangu na kwa vitendo zangu nitahamasisha watu waliopo chini yangu. Vyombo vya ulinzi na usalama mm -hmm. Viko pale kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa kila Mtanzania mm -hmm. Usalama wa kila Mtanzania, kila anayetakia mema nchi yetu hii ni lazima awe salama Tunapoona kiashiria chochote cha kusumbua maisha ya mtanzania mwenzetu, hicho kitu hatukubali. Watanzania lazima amani yao ni taifa wao eh, na tunasema uwepo wa nchi lazima tuwe na kipaumbele na balio kwa vyombo vya ulinzi na usalama. tunaposimama kwenye jamii kitu cha kwanza tuinde sana utaifa wetu na Utanzania wetu yes. na San. mm -hmm. tutoe sana elimu ya huo Utanzania wetu mm -hmm. La kwanza hii ni Tanzania Habari.